Adamu Adamu eh, anamtangulizia Adamu kule Chobwedo. Ramadhani Salum, Ramadhani Salum, nyota zamani, nafasi nyingine. Imani Mwanengo, weka ndani kule! Yesyes yes! Chanda Chewe akiwatanguliza TRA. Unatizama Ramadhani Salum, Chobwedo alichekesha, akaiweka ndani sebuleni, akaipitia kule kwa uzuri kabisa. Mwanengo hakuna cha ziada alichokuwa kisubiri, Chanda Chewe nitizama, Ramadhani Salum Chobwedo akaipokea maridadi kabisa, Emanuel Mwanengo akamwekea Chanda Chewe akaiweka kwenye kamba, akiwatanguliza mapema tu TRA United bili wafaidike wao. Nini mwamuzi anasemaje? Ni mkwaju wa pena, ni mkwaju wa pena! Mwamuzi alimfunika hiyo hapo, alikwenda kumshika kumzuia mwaku Malanga na mwamuzi anasema ni mkwaju wa pena. Kaa hapo, jukumu ni la Klatus chota Chama, chama na janol Clatous Chota Chama katawekaja kambani kule moja moja. Clatous Chota Chama ana level scoreboard. Tizama, alikwenda lakini mlinda mlango J aliufuata ule, lakini ulikuwa na spidi ya haraka kwelikweli. Tizama, mlinda mlango Monome aliufuata, lakini ulikuwa na spidi ya hali ya juu anafasi nyingine Chilunda, Chilunda, Shaban Idd Chilunda, super sub, ushuru mtatoa akawakosa mara nyingi sasa. Tizama, ilianza kama siara masiara hivi, Shaban Chilunda kama masiara hivi, Anthony Tra bi walinzi wale Anthony Trabi halikaalika na Kennedy Juma lakini walishindwa kumzuia Shaban Idd Chilunda, akiandika bao la pili ambalo itawawia kazi ngumu sana kwenda kusawazisha. Shaban Idd Chilunda akifungua akaunti yake ya mabao ndani ya TRA United, kapita nayo kule Alhamis ali Hamisi mwekea kule Mugoya, Mugoya, Mugoya vipaaa, Mugoya ee! wamejifunga wenyewe, lakini kazi kubwa ifanya na Mugoya kazi muwa, huwezi kuamini. Migeli Gamondi anasema mnaona wasivyokuwa makini kwenye kukaba. Anton Trabi, tizama Ali Hamisi aliweka Mugoya akaweka vipas akaenda, akajiweka mwenyewe Anton Trabi. Kazi nzuri za Mugoya, hiyo hapo. Anton Trabi akasema heri lawama, kasimu wa Mugoya. Singida Black Stars moja TRA United tatu, ni walipaji kodi wazuri kwelikweli. Haya, nafasi nyingine, cegu Lazarus

goya tawachia wachambuzi. Shabani Idd Chilunda alikuwa ashamaliza kazi.